ũrĩa warĩ shokora ya nairobi nĩ arĩkia kũruma wa rũĩno ũrũbiũ amwĩra ndakagĩa mwana na ndarĩ hĩndĩ agaciara ngai egutura amũiguithĩtie ruo rwa kwaga mwana nĩ ũndũ wa wĩiru according to shokora ya nairobi ngai agĩte kũhe wa rũĩno mwana tondũ waru ino nĩ mũndũ wa weiru muno shokora rauga ngai ndangĩhe waru ino mwana tondũ weiru wa waru ino no utume mwana ũcio agerereruo mũno shokora ya nairobi e 100 percent sure ate waru ino ndarĩ hĩndĩ

Mbara ĩno yothe yumĩrĩte thutha wa Chokora kwĩrwo atĩ nĩ aiyire ciringi ngiri ikũmi kuma thimũ-inĩ ya Ma Spring. Thutha wa Chokora kwanĩkwo nĩ Ma Spring ũrĩa aiyire mbeca icio hau nĩho ho Warũinũ ararĩirie, arera Chokora acokie mbeca ciene, nake Chokora aramua kũruma Warũinũ irumi icio ciothe. Warũinũ mwena-inĩ wake nĩ arĩkĩtie gũcokeria Chokora na akamwĩra, we ti thata, anathiĩ Mataneti Kenyatta na akagĩa mwana, no mwana ũcio agĩkua Waru inu era cokora ni ngai u heanaga ciana na ngai u cio hete cokora mwana no we ue gitumi kia waru inu gucererwo na ihinda ria kinya no akamuhe mwana. Waru inu no aririkane ti cokora ate twanaigua famili ciumagari te igacemania na mu tino wa barabara magakua othe koguo maundu tu tange control tu tigane na mbiu nandu matige gu tumaga aria angi marire maithori maruo tondu maithori macio ni makinyagira Ngai good morning

na nduri undu ungihota kugiririria ngai ukorwo kuhana oro ugu ungenyita ngai guko kana utare ngai uri kwenda gwika na muturire wa mundu koguo ni wega utige kwaria miari iria uraria ukienda tu okundurithia o tundu tu nidakwira ucokie besha ciene mbeca iria cionekete naruo mbeca cia muingi kou ni kunyarara na kunyarara atumia na kunyarara dita mutumia ni uraririe uru na ngwire ou mundu ona ni athiaga na ngari family yake na cianacioake ciothe igakua agatigwa tari mwana agatigwa tari mutumia agatigwa tari mundu koguo ri gutire kuhaka wakite ngai nigetha we ugukorwo mutumia wakwa na mwana

wishoka uga koya ma spring nige da mito mire besha ni ha kwali no gwetira gwetirie bia na ndira ku rucoki besha cieni atri hadu de gidige life ndira ku ruma ni urahitia muno na ni urahitia muno uga ku ndumira life ku jitand data oke numaga ukinjira okay, dicieraga ndira ku kania ndira ku rutigane na ni piu na besha cieni

That is not your business. no ni, kera, Niye, iye, ni ziyara, da ucokera da kuya ni ije data ni jeraga da na thie kinyata ga ciara mwana ga ku onite no nyite, na ni da na ni da gukania ni ndire wari kare aku wewe mwana mu ndu wa igwa ngigira life ucokania nawe kindu kiria nyigirite no gukwira ucokie besa cieni tondu nine ndira kuruhio to

atumia aingi ni meyumiritie na maga kuomithia chokora na njira nene chokora ya nairobi kuja hapa muthwa watidoke ruma no ryo kwenda na ukira getha iga sijui nini getha iga he don't care na ona we don't care even us we don't because getha iga no we ya nikire na no we watwirire uhoro wake na tunampenda venya yako wo ti undu mugeni ugutwiraga lakini he handu wahutia ni wehia muno ni kurumania waru ino na mwana ati Ngai amuimite mwana ni undu wa wiiru. We tondu wi muici ri ni ki wikite Ngai agakuhe mwana ni ui muthenya umwe no ukire ukore nduri We ni ki uhakite Ngai na kio agatura agitirite mwana ucio waku agatura waru ino ti thata anagia mwana anagia nda no tondu tiwe wina uhoti wa kunyitirira muoyo wa ciana ciake ri nikio atari na we uririkane tiwe wina uhoti wa kunyitirira mwana ucio waku ni ngai o ta uria nie ti ni ndina uhoti wa kunyitirira muoyo wa mwana wakwa ature ni ngai no ni wehia muno ni kurumania waru ino na ati nikio ngai amuimite mwana kaba ungiamuruma na maundu maria mangi mothe tondu ni mwakimumenyerire kumuruma mukimwitaga njuiki Izo vitu zote mge ungemuita lakini umekosea sana. Shame on you. Shame on you. na wamama huyu kijana anafaa kusalimiwa jugo tire higo giuga ate uroka korumana ni getha waruino we ni mundu uramukorire na thina aramuhe uhoro mahitia make marari mariku na tondu we wi muici na ti mundu umwe wiyumiritie kana eri kana atatu ri ciuri pepeza za wenyewe tiga kuruma andu na weakness ciao nigetha maigue ruo matige guteithia andu tondu ni maramenya ni ukumaruma na ruo na ruo ruria ukumekira ngoro riha mbia ciene na ni wehia muno ni kuruma waru ino kaba ungiamuruma na maundu maria mangi mothe no ti mwana muthenya umwe no ukire ukore nduri mwana ucio na å wethaga mwana miaka yaku yothe ukore kore una uhane hane wa ucio no å raruma tondå ona wa råä no rä mwana ona ni ngai ndahakire nä getha he mwana na ti må tå ni ngai å må tå ragia ngai uhakite mwana ucio waku agatura shimonio horo ini ugi wa kehane ati akaunti ya triza mamake muraya nirikitie gufutwo na guthario biu ni mudo wa wiru kuratuika aria mahusikite na guthario kwa akaunti iyo yo ni adume na followers mena aingi biu kundu ati mena nginya blue ticks akaunti ciao ni civerifaitwo ni facebook mihango ya gucokia akaunti iyo niirathie na mbere na mwisho mwisho ico aria marikitie gwika giko kiu nomali anikuo Treza's account was reported by a host of people with blue ticks verified accounts she received numerous code on whatsapp to verify it's her account unfortunately she wasn't online so ikaanguka her team is trying the much they can to retrieve it yani watu mko na blue ticks, bado mnatumiwa kuangusha mwingine and you've done it thrice soon tutawajua na tutawaanika and in case ikose kurudi another page will be created and we will do whatever it takes to get her higher than she was in fact we will verify it too ahoigai mwahanire nyamu mudhigeno we shall revisit shosho wa siato wa irimo wake mani mwana ine wake au gete ateni ucio we haku hena treza ateni we we na we iru ni kuona the treza akolete ginya akamukera the one very close to her cannot be trusted treza is rising fast and someone is becoming super jealous they are using her to rise i said it Yeah. esini ya musho cokeirie na atomanite akauga bue ishio shiro ni ni agimarire o niguo esi niguo esi acokeire wa irimo augete tathiei